Mtazamaji, baada ya taarifa hiyo ya Emmanuel tor, tunaingia moja kwa moja kwenye mdahalo wetu wa Mwenge wa Kaunti, ambapo kwenye mdahalo wetu hii leo tunarejelea nyaraka ya kihistoria, ripoti ya TJRC ambayo ilibeba matumaini ya uponyaji wa taifa baada ya miaka ya dhuluma, ubaguzi na migawanyiko. Swali kuu ni hili: je, tulisahau tulikotoka? Na ikiwa hatukutekeleza yaliyopendekezwa, tunawezaje kusonga mbele kwa haki, umoja na ukweli. Karibu kwenye mjadala huu wa ukweli ambao utafanikishwa na wageni wetu ambao wako hapa. Tuko naye Danvas Makori ambaye ni kamishna wa NCIC, tuko naye susi, Pastor Susi Ndanyi ambaye ni naibu katibu mkuu wa NCCK, na tuko naye Imam Salim Charo. Asanteni sana kwa kuungana nasi. Asante. Asante. Asante. Asante. Na kwa kifupi nataka tu turejelee yale ambayo yalifanyika kwanzia ya kuasisiwa kwa tume hii ya TJRC ambayo iliasisiwa mwaka wa 2009 baada ya machafuko ya mwaka wa 2007 2008, na lengo na na lilikuwa kuchunguza unyanyasaji wa haki za binadamu, dhuluma za kihistoria na ghasia za kikabila kutoka mwaka wa 1963 wakati ambapo Kenya ilipata uhuru hadi mwaka wa 2008. Na, na hiyo ndio ratiba ya matukio jinsi uh, ripoti hii ya TJRC ilivyofanyika. Kwanza kabisa tume hii ya TJRC ya ukweli, haki na maridhiano iliundwa mwaka 2009. Ripoti iliwasilishwa kwa rais ambaye alikuwa Rais Uhuru Kenyatta mwaka 2013, na iliangazia kipindi cha mwaka 1963 hadi mwaka 2008, na ripoti hii ilichukua muda wa miaka minne kuandaliwa. Sasa kutoka hapo, mapendekezo makuu ambayo yalinakiliwa kwenye ripoti hiyo ilikuwa kuwashtaki wahusika wa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, kushughulikia dhuluma za ardhi za kihistoria na kufidia waathiriwa kupitia mfuko wa fidia. Pendekezo ama mapendekezo mengine yalikuwa ni kama hayo: kufanya mageuzi ya polisi, mahakama na utumishi wa umma kujenga kumbukumbu kumbu za kitaifa na kuimarisha elimu ya uraia, na kukuza uponyaji wa kitaifa kupitia mazungumzo ya kidini na kikabila. Na nyote hapa na viongozi wa dini <laughs> na kuna kamishna uh wa NCIC ambayo ina inapaswa kuleta mshikamano. Uh, hebu tueleze, tuanze na wewe Danvas. Uh, NCIC ilikuwa mojawapo ya tume ambazo zilikuwa zinapaswa ku afikia malengo ya TJRC. Mojawapo ya malengo ya, ya TJRC. Je, mm, kutoka wakati huo hadi sasa ni kipi ambacho kimekoseka kwamba tunazidi kuzungumzia matatizo yaliyokuwepo mm, tangu uhuru. Asante ah, sana mheshimiwa. Kusema ukweli, uh, tume ya NCIC ilifaa kuridhi uh, mapendekezo ambazo TJRC ilikuwa nazo. Kusema kweli na ukiangalia vipenge vyote ambazo umeeka hapo, mimi mmoja unasema kwamba imetekelezwa kidogo, na umesema kwamba hii ni mjadala wa ukweli, na kama nchi yetu ya Kenya, ukweli huko sana tunaongeeshana, lakini hatuna ukweli. Kusema ukweli, tumesahau kwanza pale tumetoka na sisi huwa na haraka kama nchi ya kusonga mbele bila kuwa na mjadala wa ukweli, bila kuwa na uponyaji wa ukweli na tusemetusirudie tusi, yale yaliyotokea. mm -hmm. tungekuwa na, na taswira ambayo iliyokamili vile mambo ilitokea, hatungekuwa na haraka ya kukimbilia kusonga mbele mm -hmm. uh, shida ambayo tunakumba nchi yetu ni tuna mapendekezo mingi, tuna mikakato mingi, tuna sera nyingi ambazo hatufanyi, hatutendi. Zimeandikwa, zinanakiliwa, lakini sisi hatutendi yoyote. Uh, tume yetu ilifaa kuchukua mapendekezo ya TJRC na tutekeleze, lakini katika ile framework ambayo ilikuwa kwa kisheria haikuwa, haikuwa, haikuwa rasmi, haikukamilisha vile E, iletwa hanging tu hapo, ndio maana. mm -hmm. Wakenya wanalalamika wanasema NCIC is toothless yeah, like, mm -hmm. ndio, nasiwalaumu, nasiwalaumu. mm -hmm. Lakini wakielewa sheria ambayo tumetungwa nayo uh, itabanika wazi kwamba ni ngumu kutekeleza uh, wajibu huo bila sheria ambayo iko iko wazi kwamba lazima tufanye 1 2 3. Unaona kama vile mnapotaja kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao wanatoa semi za chuki, mm -hmm, hamna uwezo wa kwenda kuwashtaki. Ndio, na hata si hiyo, hata before tufika hapo shida mm -hmm. ilikuwa TJRC ile umesema, tungechukua tunge, tunge mapendekezo hata kama ni nusu hizo vipenge zote hata kama ni nusu, nchi yetu ingekuwa imesonga mbali sana mm hatungekuwa -hmm, na msukosuko ama gasia ama shida ambazo sisi tunaona katika nchi yetu saa hii kwa mm sababu -hmm. hizo mapendekezo ilikuwa ku prevent eh, ile shida tunaona saa hii saa hii saa hii. Naam, yeah. Uh, pastor Susi, uh, na nukuu tu sehemu moja uh, mm -hmm. kutoka kwa TJRC mm -hmm. uh, ambapo inasema uponyaji si mchakato wa siku moja ni safari ya kitaifa inayohitaji ukweli, toba na mabadiliko ya kweli katika taasisi na jamii mm. lakini sasa hivi ukiangalia mm. kile ambacho raia wanasema mm. raia wanasema kweli mm. kwamba kuna mambo hayafanyiki sawa mm. kuna baadhi ya viongozi ambao wa wamekosa mwelekeo mm. lakini viongozi wanasema kitu tofauti. Tunawezaje kuambiana ukweli kama ukweli wa mmoja ni tofauti na ukweli wa mwingine kwanza nasema asante um, haya mambo tunaongea siku ya leo ni ya muhimu sana maanake um, kweli nchi yetu inaonekana tunaelekea mahali ambapo si pazuri mm -hmm. Na historia vile umesema na kile historia iko na hatuja hatuja, um, hatujafuatilia yale maadili tulipewa na TJRC mm -hmm. Na sasa pia tuna, ni kama tunaelekea pale pale uh, tulikuwa uh, mwanzoni mm -hmm. Na unapouliza mambo ya um, mambo ya ukweli na kuongeleshana ku, ku, ku, ku, ku, ningesema hivi. Binadamu kitabu kinatuambia kikuu cha Wakristo Biblia kwamba binadamu akili zake si za kuaminika. Um, uh, unasema hili kesho, yuasema lile kwa vile kuturudisha pale kwa ile laini ambayo inatakana ikuwe usawa wa mawazo yetu yakuwe pamoja, inabidi basi tusemezane. Maanake unapoona ninapoenda kando, niite polepole ili tuweze kusemezana. Na naomba ushikilie hapo tu maanake mm. Kwa hapa kwa kusemezana mm. kuna uh, mabadiliko ya mswada wa Public Order 2025 Public Order Amendment Bill mm. ambayo imefikishwa bungeni, inayopendekeza mabadiliko kwa sheria ya Public Order Act Cap 256, ambayo ni kuzuia maandamano karibu na bunge na maeneo mengine yaliyoorodheshwa kwa sheria kama protected areas ama maeneo yaliyolindwa. Na ni mswada ambao umeletwa bungeni na Esther Passaris ambaye ni mwakilishi wa kike katika kaunti ya Nairobi. Hebu tusikize kidogo kuhusiana na

County ya Nairobi po akiwa anatoa sababu zake za kuwasilisha mapendekezo uh, ya mabadiliko kwenye mswada wab 25 uh, na ametoa maelezo yake hapo uh, Imam Salim no. Tunasema kwamba watu wanasemezana no. Sasa hivi unamwona uh, mwakilishi wa kike wa kaunti ya Nairobi anazungumzia maswala ya, ya kile anasema ni kuleta oda katika maandamano wakati huu ambapo wanawasilisha mabadiliko haya. Mazungumzo kama hayo ndiyo yanaweza kuonekana ni mazuri, lakini ule wakati ambao mazungumzo hayo yanafanyika, je, ni wakati mwema wa kutuliza ule mori na hasira ambayo wananchi wako nayo dhidi ya viongozi wao? E, mwanzo kabisa ningependa kwanza kushukuru kwa huu mwandishi angaa kuweza kutoa maoni yangu kama Mkenya kuweza kujadiliana suala hili. Wakati mwingine huwa ni muhimu mtu kutizama ile unaambiwa hisia za wananchi, na mswada kama huu ni mzuri kwa kuwa kweli alivyouelezea, kwa sababu utalinda tuseme, yale zile taasisi kuu kama bunge, pengine maeneo ya mahakama na maeneo yale ambayo tunaita protected areas, ni sawa lakini pia, the timing pia wakati ambao wameuleta bado e, kama wa Kenya wana majeraha e, kuna nafsi ambazo e, zimeondolewa na hali kama ile so, kwa hiyo unakuta pia saa nyingine timing na unakuta inaweza kuwa ina nia nzuri e, kwa nia nzuri ndio ya kulinda mali na kulinda pia e, maisha ya watu lakini haitatafsirika kinamna hiyo e, wamekimbiza sana na pengine katika pia masuala mengine ni kuwa eh, ndio majadiliano yanahitajika, na naweza nikasema pia ni hatua nzuri. Unaona vile wameact haraka sana, kwa sababu wameona hapa kuna hatari kidogo na nini, wameact haraka sana lakini, wakati tunapo wa Kenya, kuna zile dhuluma za kihistoria zilizotendeka hapo nyuma na E, lau pia serikali ingelikuwa na hiyo haraka ya ku-act katika namna ile ingelikuwa ni jambo la busara sana na nafikiri tusingekuwa tunashuhudia e, haya ambayo tunayoyashuhudia sasa hivi. Aha, na bila shaka mtazamaji, tunapumzika kidogo tu lakini tutakaporejea tutakuwa tunaendeleza mdahalo huu ambapo tunaangazia yaliyofanyika na haswa Tume, ama ripoti ya tume ya TJRC ilisemaje, ilitoa mapendekezo gani, na ni kipi ambacho kimekuwa kizingiti katika kutekeleza mapendekezo hayo ili kuleta uponyaji wa kweli katika taifa la Kenya? Usiondoke hapuli